Uhali gani mtazamaji wa Global TV Online, kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Red wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Baada ya Simba kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya watani wake wa jadi Yanga mwishoni mwa wiki hii, furaha ambayo ilimfanya msemaji wa klabu ya Simba kuingia uwanjani kumaliza shangwe na mashabiki mashabikiw lakini Kamati ya Uendeshaji na Usimamizi wa Ligi, Kamati ya Saa, katika kikao chake cha Mei Mosi, 2018 chini ya mwenyekiti wake, Clement Sanga, ilipitia matukio mbalimbali mbali ya Ligi Kuu ya Vodacom na malalamiko ya klabu ya Yanga na Arusha FC na kuyafanyia maamuzi. Mkuu wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Haji Manara amepewa onyo kali kwa kuingia uwanjani kuishangilia ushindi wa timu yake baada ya mchezo kumalizika. Kitendo chake ni ukiukwaji wa kanuni ya namba 14 kifungu cha 11 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, na adhabu dhidi yake imetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 14 kifungu cha 49 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupewa onyo hilo kali, msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameomba radhi. Ameandika hivi: muungwana akivuliwa nguo huchutama. Naomba radhi bodi ya ligi, TFF na wadau wote. Nilihemewa na furaha, ndugu zangu, nilihemewa na furaha, ndugu zangu. Hakuna raha kwangu mimi na kwa mashabiki kama kumgalagaza mtani. It will never happen again. Ila sijui itakuwaje Saukabidhiwa mwali na ili usipitwe na sport breaking news popote ulipo nchini Tanzania, kujisajili ni bure, tuma neno sport kwenda namba moja, tano, tano, tisa tisa. Ni kwa wateja wa Vodacom pekee. Asante na kwa heri. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Siyo hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi tazokufanya kujishindia ticket za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pindua pindua utapata point mara mbili zaidi. kujiunga Piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu. My name is Hisham and on the from board side Egypt and I watch Global TV.